Na, mtazamaji, kutokana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa kwa wafugaji katika kaunti ya Garissa, wadau wa mazingira wameandaa kongamano la makundi ya kijamii ili kueneza jumbe za uhifadhi wa mazingira kwa jamii. Hatua hiyo inalenga kufanikisha makundi hayo yanayojumuisha watu wanaotunga sera na wana mazingira kutumia simulizi zilizoenezwa kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari ili kutoa hamasisho kwa wanajamii kulinda mazingira yao. Aidha, hali ya umaskini imetajwa kama sababu kubwa inayochangia uharibifu wa mazingira.

Uh, on climate, climate uh, climate change and climate justice. And and And justice. after this, we'll we'll be be able able to to to spread in in our our platforms, in the mainstream media, and even uh, through our stakeholders. And we believe that we'll be able to achieve, uh, uh, to achieve something out of it. tuhakishe kwamba umaskini tumemaliza umaskini kwa sababu tunaona watu wakikata miti eh, wanachoma makaa yo inasababishwa na umaskini lazima tuwainue kiuchumi kuna mradi wa serikali inaitwanga Climate Works. Rais alisema, Dr William Ruto alisema kwamba atajiri vijana elfu ishirini, lakini vijana hasa katika mkoa huu kaskazini mashariki hatujona mradi ukianza huko. Ha, uwe, iwe ako na kitu ya kushikilia ili apate kujiendeleza kimaisha, kwa sababu akikaa na ngamia peke yake ngamia, drought ikikuja hizo ngamia na, kikuja, zitafanya nini? Zitakufa.